Jukwaa la Malkia wa Nguvu kanda ya Ziwa hapa jijini Mwanza limekutanisha na Malkia chipukizi Zainab Hamidu, opareta wa mitambo ya kuchapisha aliyejifunza mitaani tu na sis, na sasa amekuwa ndio tegemeo la mwajiri wake. Abel Mponela anatupitisha katika taarifa hiyo. Mimi ni opareta wa mashine zinazo print mabango, t-shirt, zinazo design logo pamoja na kikombe Zainab aliajiriwa kwenye kiwanda kidogo cha uchapishaji hapa jijini Mwanza kama mwendesha mitambo mahiri na anafurahia wajibu wake mno. Hiki ninachokifanya mimi sikukisomea na wala sikuwa na mpango nacho, lakini ubunifu ndio linifanya nikakipenda na ninaendelea kukipenda zaidi. Zainab anatupasha hapa kuwa hiki anachokifanya hakusomea shule, bali ni kipawa na elimu dunia tu. Mimi najikuta ni mwanamke mpambanaji ninayepambania ndoto zangu ili kutimiza malengo yangu. Mimi ndoto ninayo, yote nahitaji kuwa mtu mkubwa, opareta mkubwa wa ndani na nje ya nchi. Ofisini kwa Zainabu na kutana na mrembo Zuena na Zuberi wa kitengo cha mapokezi. Malkia huyo hapa anakoleza wino kuwa kasumba ya kuchagua kazi inawapeleka mrama wasichana wengi sana, watoto wa kike. Asilimia kubwa watoto wa kike wanachagua kazi za kufanya, wanataka yaani hawataki kwanza kuhangaika, wanataka tu zile kazi ambazo za tayari tayari. Wakiona hizi kazi ngumu hawataki kufanya, kwa hiyo wanataka zile kazi za urahisi zile. Tana Abel Mponela kwa taarifa hiyo.